Hapa mbele ya kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu, katedrali hii ya jimbo kuu la Dar es Salaam nchini Tanzania, tukiendelea kutafakari mchakato unaoendelea wa uwazi wa nafasi ya kiti cha Baba Mtakatifu baada ya kifo cha Papa Francisco. Lakini tutazame sasa walau kwa ufupi historia ya upapa historia ya kiti cha baba mtakatifu historia ya kiti cha baba mtakatifu inaanzia katika injili ya mtakatifu matayo sura ya kumi na sita bwana wetu yesu kristo alipomwambia petro wewe ndiwe petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni ukifunga lolote hapa duniani linafungwa mbinguni, ukifungua lolote linafunguliwa mbinguni. Lakini sehemu nyingine ambayo ilikazia uasisi wa kiti hiki cha upapa kiti cha ubaba mtakatifu ni katika injili ya Yohana sura ya 21 pale bwana wetu Yesu Kristo alipomwachia papa wa kwanza kanisa akimwambia Simoni wa Yohana unanipenda, chunga lisha kondoo wangu. Hapa tulipo hili si basilika, lakini tumekuja hapa kama ishara, kana kwamba tungekuwa kwenye basilika hivi, ambako shughuli nyingi za kipapa hufanyikia. Hata zoezi la maziko ya baba mtakatifu kwa desturi mara nyingi, isipokuwa kama yeye mwenyewe atakuwa ameacha wosia, hufanyikia kwenye basilika na ibada nyingine nyingi za kipapa kule Vatican hufanyikia kwenye basilika. Hapa tunatafakari upapa baada ya Simoni Petro kuwa amekabidhiwa kanisa, ndipo mchakato wa viongozi wakuu wa kanisa ulimwenguni ulipoanzia, yeye akiwa wa kwanza, maana ndiye alikabidhiwa na wakafuata wengine mpaka leo. Huyu hayati Papa Francisco ni wa 266 kati ya hawa mapapa mia mbili sitini na sita mapapa mia mbili hamsini na tano wote wanatoka katika bara moja la Ulaya. Halafu bara la Asia limetoa mapapa saba mpaka sasa. Halafu kuna bara la Afrika lina mapapa watatu na bara la Amerika ya kusini papa mmoja ndiye huyu Francisco ambaye anatarajiwa kuzikwa hivi karibuni na hata katika hao 255 wa Ulaya 217 wametoka katika nchi ya Italia liliko jimbo la Roma ambako kila papa kwa utaratibu, ndiye askofu; anapochaguliwa kuwa papa, anakuwa moja kwa moja askofu wa jimbo la Roma. Na ziko sababu kwa nini anakuwa askofu wa jimbo la Roma, katika kipindi kingine kisicho hiki cha kipindi cha maombolezo utajadili sababu hizo, uh, maana yake ni kwamba mapapa wengi zaidi wanatoka katika nchi ya Italia na wanaofuata ni nchi ya Ufaransa, mapapa uh, kumi na sita mpaka sasa. Halafu kuna mapapa sita kutoka Ujerumani, basi na nchi nyingine watatu wawili. Afrika ina mapapa watatu wote wanatoka, wanatoka katika nchi ya Tunisia mpaka sasa. Uh, unaweza kujiuliza ni kwa nini mapapa wametokea katika eneo moja hivi zaidi? Wapo watu ambao wa wanalijadili swali hili katika mtazamo wa kibaguzi, lakini tunasahau kwamba mchakato wa kupatikana kwa papa, mchakato wa kupatikana kwa papa unatokana na usimamizi na mwongozo wa Roho Mtakatifu mwenyewe maana hata Petro wakati kwa mara ya kwanza anaambiwa kanisa anapewa hadhi kwamba yeye ni mwamba na juu yake ndipo kanisa hili lilipojengwa. Alikuwa aliambiwa hivyo kwa sababu mawazo aliyoyawaza hakuyawaza yeye, ila ni Roho Mtakatifu ndiye alimwangazia, na kwa sababu hiyo mpango wa Mungu unaendelea kukua na kuenea polepole pole, baada ya kanisa kuanzia katika nchi eh, takatifu ya Israeli ambapo anatoka papa wa kwanza na mpaka leo tangu Petro, katika mapapa 266 ni watatu tu wanaotoka katika nchi ile takatifu. Kanisa hili limea na kuenea ulimwenguni kote likitokea Roma, Italia. Kwa hiyo mchango wa Italia kwenye kutengeneza ule ukatoliki wa kanisa Katoliki hali ya ulimwengu wa kanisa hili la kiulimwengu, kanisa moja takatifu katoliki la watu wote la mitume, mchango wa Italia ni mkubwa sana, na ndio maana hata baada ya hapo katikati, eh, nyuma kidogo, makao makuu ya kanisa yalihangaika kutoka hapa na pale, lakini yakaenda yakaweka kituo cha kudumu sasa nchini Italia, katika nchi iliyo ndani ya nchi ya ya ya Vatican ya, ya eh, na yametulia pale kwa hiyo hii ni mojawapo ya sababu lakini, polepole kadiri kanisa linavyoendelea kukua na karne zinavyoongezeka tunaona upapa unaendelea kutawanyika na kutawanyika. Leo kwa mara ya kwanza kanisa lilikuwa na papa kutoka Amerika ya Kusini, na kwa ujumla tuseme ndiye papa wa kwanza kutoka Amerika, kwa sababu hata Amerika ya Kaskazini, licha ya kwamba kuna mataifa makubwa yenye majina makubwa yenye makardinali nyakati mbalimbali, haijawahi kutoa baba mtakatifu, lakini Mungu mwenyewe ndiye anayechagua na kuona. Hatujui ajaye anatoka wapi. Ukitazama kitu cha upapa pia ziko historia mbalimbali. Lafu ukitazama chache lakini tutakuwa na kipindi maalumu kabisa kisichohusiana na msiba huu ambacho kitaitazama nafasi ya upapa kwa upekee sana. Lakini walau kwa ufupi, mapapa wana historia, wote hawa mia mbili sitini na sita wamekuwa na historia tofauti tofauti ya urefu wa vipindi ambavyo wamehudumu. Aliyehudumu kwa muda mrefu kuliko wote ni Papa wa kwanza Mtume Petro, miaka thelathini na nne, akifuatiwa na Papa Pio wa tisa aliyehudumu miaka thelathini na moja, akifuatiwa na papa maarufu kabisa wa miaka ya karibuni, wa karne zetu, Papa Yohana Paulo wa pili aliyehudumu kwa miaka ishirini na tano na kidogo na karibu miezi, miezi, miezi mitano, lakini wako mapapa wamehudumu, wame kuwepo kwenye kiti cha upapa kwa muda mfupi sana. Yuko Papa Urban ambaye yeye alidumu kwa siku kumi na tatu hata kabla haja hajasimikwa rasmi akawa amefariki, lakini wako mapapa wengine wamehudumu kwa siku kumi na sita na kwa karne za hivi karibuni papa ambaye ndio wengi wa kizazi cha sasa wamekuwa wakidhani ndiye aliyekaa kwa muda mfupi zaidi kwa sababu ni wa kizazi ambacho wanamfahamu ni papa Yohana Paulo wa kwanza aliyetangulia Yohana Paulo wa pili ambaye yeye alikuwepo kwenye kiti cha upapa kwa kwa siku thelathini na tatu tu kabla mauti hajamkuta. Hii yote ni kwa sababu Mungu ndiye mwamuzi wa yote, Mungu ndiye mpaji, Mungu ndiye hupanga mipango ile yenyewe. Sisi tunapanga ya kwetu, lakini lazima ipate idhini au ikose idhini ya Mwenyezi Mungu cha upapa kimebeba kanisa lakini katika hali ambayo ni kiti kinachoshikilia, kusema ukweli, ni kiti kinachoshikilia nafasi ya juu kabisa ya kiongozi wa watu hapa ulimwenguni. Hakuna kiongozi mwingine wa watu ulimwenguni anayeongoza watu wengi kuliko Baba Mtakatifu, hayupo na ndiyo maana kwa sababu uh, kanisa Katoliki linakadiriwa kuwa na waamini bilioni moja na nusu duniani. Hakuna kiongozi mwingine anaongoza anaongoza watu wenye wingi mkubwa kiasi hicho, yeye peke yake na waliotawanyika maeneo mengi hivi. Na ndiyo maana Baba Mtakatifu ndiye kiongozi wa watu mwenye ushawishi mkubwa zaidi na anayesikilizwa na wengi zaidi kokote ulimwenguni ni muhimu sana kumwombea, maana anayesikilizwa hivyo anapaswa kwa kweli kukaa ndani ya roho wa Mungu wakati wote, ili maongozo yake yenye, uh, ufuasi mkubwa hivi yabaki daima yakiwa yamekaa pale penye mstari. Tunaingia katika kipindi sasa cha uchaguzi wa, wa papa mpya, papa wa 267 baada ya papa Francisco. Tutazame kidogo uchaguzi wa papa unavyofanyika. Baada ya papa aliyefariki kuzikwa, makardinali wenye sifa za kuchagua papa, yaani makardinali wenye umri usiozidi miaka 80, uh, wanapaswa kuingia siku moja baada ya hapo wanapaswa kuingia kwenye chumba maalumu, ni kikanisa kidogo kichapo kidogo, ambacho baba Mtakatifu ndicho huwa anakitumia, ndimo wanamoingia kujifungia. Lakini kabla hawajaingia mle, inatangulia kwanza ibada ya misa ambayo ina, ina, ina inaongozwa na kardinali kiongozi wa shughuli za ofisi ya, ya Vatican anaitwa uh, principal uh, deacon. Hii misa inahudhuriwa na waamini wote, wote wanaruhusiwa kuhudhuria, lakini makardinali wote wanapaswa kuwepo. Sasa wale wenye sifa za kuchagua wanapomaliza ile misa, moja kwa moja ni misa ya kuliombea lile tendo la kuenda kumchagua papa kumuomba Roho Mtakatifu mwenyewe ndiye afanye ile kazi. Wanaingia kujifungia kwenye hicho chumba maalum ambacho hakuna aliye ndani anayejua yanayoendelea nje, wala aliye nje anayejua yanayoendelea ndani mpaka papa mpya apatikane. Na kwa hali ya sasa, kipindi hiki, makardinali kati ya makardinali 252 waliopo makardinali 135 ndio wenye sifa za kuchagua papa. Na ndio watakao wanaotarajiwa kuingia kwenye chumba hicho kwa ajili ya huo uchaguzi na kumchagua papa kutoka miongoni mwao. Na katika hao wako makardinali kutoka Afrika Mashariki hapa. Wako kutoka Afrika lakini wako wanaotoka Afrika Mashariki. Wako watano. Uh, kuna mwenye uh, umri mkubwa kuliko wote wenye sifa za kuingia ni Kardinali Njue, John Njue ambaye ni askofu mkuu mstaafu wa jimbo kuu la Nairobi nchini Kenya. Lakini kuna kardinali wa Mara kutoka Uganda, na mdogo kuliko wote ni kardinali uh, Protasi Rugambwa, askofu mkuu wa jimbo kuu la Tabora nchini Tanzania mwenye umri wa miaka sitini. Hawa pamoja na makardinali wengine wataingia kumchagua Papa, na wakiwa mle, uchaguzi unafanyika kwa kura za siri za mmoja mmoja, kila kardinali anaandika anamchagua nani. Na kwa mujibu wa utaratibu, ili kardinali apatikane kwamba huyu ndiye amechaguliwa kuwa papa, lazima afikishe angalau theruthi mbili ya kura za makardinali zinazopigwa. Watakapopiga zile kura, wakihesabu, wakakuta hakuna kardinali aliyefikisha theruthi hizo mbili zile kura zinachomwa moto kwenye dohani, dohani maalum. Dohani ni, ni, ni aina ya jiko ambalo lina uh, namna iliyojengwa ya kupeleka moshi wake nje ya lile jengo. Zile kura zinapochomwa zinachanganywa na kemikali ambayo kwa kawaida hutoa moshi mweusi. Kwa hiyo zikichomwa zikatoa moshi mweusi, walioko nje wanajua kwamba kura zimepigwa zimeisha, lakini papa hajapatikana. Uchaguzi huu utarudiwa uh, hata kama si hata iwe zaidi ya mara mbili mara tatu nne, utarudiwa tu mpaka apatikane papa kwa utaratibu huo wa angalau theruthi mbili ya zile kura. Akipatikana, kura za awamu hiyo zitachomwa kwenye dohani, lakini kwa kuchanganywa na kemikali ambayo hutoa moshi mweupe. Ule moshi mweupe ukienda nje, ndio utaona walioko nje sasa wanashangilia, wanajua sasa amepatikana papa. Kardinali mwenye umri mkubwa kuliko wote atamuuliza yule kardinali yule aliyechaguliwa kama anaridhia kwa nafasi hiyo, kwa sababu imewahi kutokea katika historia, anachaguliwa kardinali kuwa papa anasema mimi hapana. Kama inavyotokea hata katika nafasi nyingine, hata mwenyekiti wa jumuiya, mwenyekiti wa kwaya, unachaguliwa mtu anasema a-a, kwa sababu mbalimbali mbali. Lakini si jambo Eh, la kawaida na mara nyingi si jambo jema kukataa wajibu, lakini si kila anayesema hapana anakuwa amekataa. Wako ambao wanakuwa na sababu, wako wachache wana sababu njema. Kwa akikubali, ule moshi ukaenda kule, anaulizwa jina atakalolitumia. Anateua yeye jina, mara nyingi wanapendekeza anapendekeza jina la mmoja wa watakatifu ambao anapenda, mtakatifu ndiye amuongoze, amuombee. Ee, na labda anapenda kufuata mifano ya maisha ya huyo mtakatifu. Kuna swali hapa, ni kwa nini mapapa huwa wanabadilisha majina? Ni desturi ambayo ni njema na imezoeleka na imekuwa sasa imekuwa uh, utaratibu, lakini chimbuko lake ni Injili ile ile ya Mathayo sura ya kumi na sita ambapo Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe wakati anamtengeneza, anamsimika, anamweka papa wa kwanza Simoni wa Yohana, alimbadilisha jina, akamwambia wewe ni Petro. Kwa hiyo uh, mtume Petro ni papa wa kwanza, lakini kimsingi ile Simoni Petro, Simoni ndio jina lake la asili, lakini Petro ni jina alilobadilishwa katika kupewa upapa, na ndio utamaduni huu unaendelea mpaka sasa. Akishataja hilo jina, yule kardinali eh, mwenye umri mkubwa ndiye anaye itaarifu itaarifu kanisa nje. Ana anatoka ana, ana, ana, ana, ana nje, anajitokeza na kutamka Habemus Papam, kwamba tumempata papa. Halafu anataja jina la huyo papa, jina lake la kipapa na huyu papa akitajwa, anatoka nje na kubariki. Anawabariki makardinali, anawabariki waamini na watu wote walioko pale, anaubariki mji wa Vatikani na analibariki kanisa lote ulimwenguni, na anaubariki ulimwengu wote. Na hapa anakuwa amekamilika kuwa papa, kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki ulimwenguni, lakini anakuwa pia ndiye askofu wa jimbo la Roma na jimbo la Roma kwa kawaida halina askofu mwingine, papa ndiye askofu wa jimbo la Roma. Sasa unaweza kujiuliza, askofu wa jimbo la Roma uh, halafu ndiye kiongozi wa kanisa ulimwenguni anafanyaje majukumu kote huku? Anayafanya, lakini ana wasaidizi wake, ana maaskofu wasaidizi. Ila kuna kardinali mmoja ambaye kimsingi ndiye kusimamia hasa shughuli za askofu wa jimbo la Roma kwa niaba ya ya papa, ingawaje papa ndiye mwenye Uh, mwenye kiti chake, mwenye nafasi ya mwisho. Huu kardinali anaitwa kardinali Vika au kardino Vika. Ni nafasi ambayo ina, ina, ina umaalumu huo. Kwa wale wa umri wangu au zaidi kidogo au zaidi ya umri wangu, utakumbuka kuna kipindi huko nyuma hayati kardinali Lauriani Rugambwa alipewa kama jina fulani mbadala la jina la utani, papabili papabili sasa mi nikiwa mdogo nilikuwa najiuliza papabili ni nini? Uh, kumbe ni jina ambalo kweli lipo. Papabili ni papabo eh, kwa lugha ambayo kwa lugha nyingine niseme papabo, kardinal papabili, kardinali Papa papabili. Papabili ni neno ambalo hutumika kuwataja au kuwazungumzia makardinali ambao sifa walizonazo wasifu walio nao unawafanya katika kipindi kama hiki cha uchaguzi kuelekea uchaguzi wa, wa Papa mpya wasifu walio nao unawafanya wadhaniwedhaniwe kwamba ndio wanaoweza kuchaguliwa miongoni mwa makardinali kushika nafasi, jambo ambalo ni la kawaida kwenye uchaguzi wowote uwe wa kikanisa, wa kisiasa, wa kijamii tu kijijini wakati wa uchaguzi huwa kuna mawazo mawazo kwamba lakini fulani fulani tunadhani fulani. Sasa ulimwengu kanisa, wana kanisa na walimwengu kwa ujumla, kipindi cha mchakato wa uh, kuchaguliwa kwa, kwa Baba Mtakatifu huwa na wao wanawazawazwa. Sasa anayewazwawazwa kardinali anayewazwawazwa eh, anaitwa papabili, kardinali papabili. Eh, kwa hiyo ni kama sifa fulani hivi kwa hata sasa hivi wako papabo cardinals wako makardinali papabili wanasemwa semwa eh, kwamba huenda akawa fulani, kwa sababu moja mbili tatu, huenda akawa fulani. Lakini historia inaonyesha sio mara nyingi kardinali anayewazwa wazwa ndiye anachaguliwa hatimaye, sio mara nyingi. Wako ambao waliwazwa sana na kusemwa sana wakawa, lakini wako ambao waliwazwa sana na kusemwa sana hawakuwa. Na wakati mwingine akatokea kabisa ambaye hata akufikiriwa kabisa. Uh, miongoni mwa makardinali waliowaziwa sana kwa nafasi hiyo na kweli wakaipata tena kwa kiwango cha juu sana kuwaziwa kwa kwao ni Papa Benedict wa kumi na sita, Kardinali Ratzinger. Yeye sababu za kwa nini aliwaziwa kwamba anaweza kushika hiyo nafasi ni kwa sababu ya uh, si, wa, majukumu aliyokuwa nayo, nafasi alizokuwa nazo kwa miaka mingi katika kipindi cha Papa Yohana Paulo wa pili. Sasa katika kipindi cha uchaguzi tunaokwenda huu kati ya wanaowazwa kuna mmoja, vyombo vya habari vya kimataifa na wachambuzi wa kimataifa e, wanazuoni wa masuala ya dini, masuala ya kanisa wa kimataifa hawamwongelei kabisa, lakini wasifu wake ni wasifu wa kutafakarisha kidogo, katika namna ya kutazama kuenda kukawa na mpango maalum wa Mungu juu yake, lakini hata ule wasifu kwa maana ya uzoefu wenyewe ambao hata kibinadamu unatazama, sitamtaja jina, lakini kardinali huyu, historia yake ina mambo kadhaa yanayoweza kuonyesha kwamba uh, au kuna kitu Mungu anasema, kuna ramani anaichora. Nitasema mambo mawili katika historia yake. Kuzaliwa kwake, alizaliwa wakati wa, alizaliwa kijijini kwao, lakini alizaliwa wakati wa ziara ya kardinali kardinali pekee aliyekuwepo kwenye nchi yake wakati huo. Huyo kardinali amefanya ziara huko kwao. Baba yake mzazi alikuwa mmoja wa viongozi wa kanisa waliopaswa kwenda kusimamia na kushughulikia hiyo eh, ziara ya, ya mgeni mkubwa sana. kardinali akawa kwenye njia panda huku, eh, mkewe yuko katika hali ya kukaribia kujifungua, huku anawajibu, akasema nitakwenda huku kwa heshima ya kanisa huku nikimwombea mke wangu ajifungue wa salama. Na kweli akiwa kule, mkewe akajifungua, na huyu kardinali akapewa jina tena. Jina hilo alipewa baada ya taarifa pia kwa yule kardinali kwamba kuna mtoto amezaliwa katika mazingira moja mbili tatu, akapewa jina linalofanana na la kardinali yule. Kwa hiyo yu, kuzaliwa kwake kulikuja, alizaliwa wakati wa ziara ya kardinali kwao na wakati huo kardinali kufika e, parokia za kijijini namna hiyo ilikuwa si jambo la kawaida. Lakini kupadirishwa kwake, akapadirishwa wakati wa ziara ya Baba Mtakatifu kwenye nchi yao, na ni ziara ya kwanza na ya mwisho mpaka sasa ya Baba Mtakatifu kutembelea hiyo nchi. Unaweza ku unaweza kuunganisha matukio haya mawili pamoja na mengine ambayo sijayasema hapa, ukaanza kujiwekea swali kardinali huyu amefanya kazi, amesoma uh, shahada ya, ya, ya uzamivu PhD kuhusiana na, na, na teolojia ya uchungaji Roma. Kwa hiyo amekaa kule muda wa kutosha, lakini pamoja na majukumu mengine aliyoyafanya maeneo mbalimbali mbali, amefanya kazi kwenye mojawapo ya idara kuu kabisa za kanisa la kiulimwengu kule Vatican. Eh, idara kuu nne eh, ambazo ndizo zina, zinazomsaidia zinazosaidia ofisi ya papa kuu nne. Amefanya kazi kwa takriban miaka ishirini kwenye idara hiyo, ameanza akiwa mfanyakazi wa kiwango cha kawaida kabisa, lakini mpaka akawa kiongozi mkuu msaidizi kwenye idara hiyo kwa miaka mitano na baadaye akawa kiongozi mkuu wa hiyo idara kwa, kwa, kwa, kwa miaka sita. Kwa hiyo kwa kipindi hiki amekuwa na uzoefu sana maana yake ni kardinali mwenye uzoefu wa kutosha wa kuongoza uongozi wa kikanisa wa ngazi za juu kabisa kwa ngazi ya Vatican kwa muda wa kutosha, na ni, ni, ni mmoja wa Afrika wachache sana waliowahi kushika nafasi kubwa kiasi hicho katika kanisa. Kwa hiyo ukimtazama katika uh, mtazamo wa alama za nyakati, kuna namna fulani unapata kama, kama uh, maswali ya kujiuliza mmm, kuna ramani fulani hapa lakini ukimtazama katika mtazamo wa wasifu wa kawaida tuliouzoea kibinadamu, unaona pia uzoefu wake ni wa kutosha sana katika nafasi za namna hiyo. Sitaki kusema sitaki kusema wala sitaki kumaanisha kwamba ana wasifu wa namna hiyo kuliko wengine, lakini najaribu tu kusema uh, ni kama vile wachambuzi wanamsahau pengine, labda kwa sababu Uh, ni, ni, ni, ni kardinali wa karibuni zaidi eh, ningetumia lugha nyingine ningesema, uh, ni mmoja wa the most junior cardinals, ni mmoja wa makardinali vijana zaidi, yaani wenye umri mdogo zaidi wa kuzaliwa, lakini umri mdogo zaidi kwenye ukardinali, lakini anawasifu huo, nipende nao kuunganisha ku, ku, ku, kwenye mjadala wetu.